Hizi ni dondoo muhimu za kuimarisha afya yako ya mifupa na maungio. Dondoo ya kwanza ni kuhakikisha kwamba unatumia lishe sahihi, lishe sahihi ambayo ni chakula muhimu kwa ajili ya mifupa yako. Lakini dondoo namba mbili ni kufanya mazoezi mepesi, na katika mazoezi mepesi hakikisha kwamba una umepata ushauri wa daktari na at least ufanye mazoezi kwa dakika thelathini kwa siku. Dondoo ya tatu uka uvutaji wa sigara na utumiaji wa pombe kwa kiwango kikubwa. Sigara husababisha mifupa yako kupunguza uzito, na pombe ufyonza kalishi ambayo inapatikana katika mifupa yako. Lakini dondoo ya nne ni kuhakikisha kwamba unapata vipimo mara kwa mara, kwa kuasiliana na mtaalamu wa afya na kupata vipimo muhimu na mashauriano ya namna ya kuitunza na kuimarisha afya yako ya mifupa na maungio. Lakini dondoo ya mwisho kabisa ambayo ni ya tano Hakikisha kwamba kama una changamoto za aina yoyote ya mifupa na maungio na umejaribu kwenda maeneo mbalimbali kupata suluhisho na hujapata suluhisho la kudumu, unachukua namba yangu kwenye bayo, tunawasiliana tuweze tuna kushauriana na kukusaidia namna iliyo bora, namna iliyo sahihi ya kutibu changamoto yako ya mifupa na maungio.